Wananchi milioni moja na arobaini na tano elfu mia tisa ishirini na moja wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi mkuu mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano mkoani Singida. Hayo yamesemwa leo na Mkuu wa Mkoa wa Singida Halima Dendego alipoongea na waandishi wa habari akiwahakikishia wananchi kuwa amani ipo ya kutosha na maandalizi yamekamilika kwa asilimia mia moja kwa taarifa zaidi, Amini Nyaungo ana taarifu. Ameyasema hayo leo akithibitisha wananchi waliojiandikisha kuweza kupiga kura mwaka 2025 Oktoba 29 ni wangapi. Umejiandaa vyema kushiriki zoezi wa uchaguzi uchaguzi mkuu linalohitimishwa tarehe 29 Oktoba 2025 na tukiwa na mategemeo ya takriban wananchi milioni moja na 45921 kushiriki kwenye uchaguzi huu. Tunapokaribia kabisa siku ya kupiga kura, ninashukuru kwa dhati kwa viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi na wananchi wote wa mkoa wa Singida kwa kuendelea kudumisha amani. Niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa, tuendelee hivyo hivyo hadi hapo kesho kutwa tarehe 29 Oktoba 2025, tumalize zoezi hili kwa amani na utulivu mkubwa kwa faida yetu sote na taifa kwa ujumla maandalizi yote ya uchaguzi yamekamilika kwa asilimia mia moja, ikiwemo maandalizi ya vituo vifaa vya uchaguzi na wasimamizi wa uchaguzi. Vituo vyetu vyote 2843 viko tayari kwa zoezi hili. Je, kwa upande wa vituo vitafunguliwa saa ngapi na usalama utakuwaje? Tunatarajia kufungua vituo saa moja asubuhi na kuhitimisha saa kumi jioni Isipokuwa kama ikifika muda huo utakuwa na watu ambao bado wako kwenye foleni, watapata fursa ya kupiga kura. Vituo vyote vitakuwa na mistari miwili, mmoja kwa jinsia ya kiume na mmoja kwa jinsia ya kike, na haya ni maboresho makubwa yaliyofanywa na tume ili kuwafanya wapiga kura wetu wapige kura wakiwa katika hali ya utulivu. Ulinzi umeimarishwa maeneo yote, na niwatoe hofu wananchi wa, wa mkoa wa Singida, na hasa wakinamama ambao mara nyingi tumekuwa na hofu ya kujitokeza pale tunapokuwa na viashiria vya hatari, ni waombe wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Lakini pia ni waombe wakuu wa kaya zote katika mkoa wetu kuhamasisha wanakaya wote walionao kwenye kaya zao na wanasipa kupiga kura waende kupiga kura. Kwa upande wao wananchi wa Itigi wanasemaje kuelekea uchaguzi mkuu? Sisi kwa ajili ya uchaguzi tumejipanga, tuko vizuri kwa sababu tunasema to be vote voted ni haki ya kila raia, ni haki ya kila Mtanzania. Uchaguzi tumejipanga vizuri, na washauri wa Tanzania wenzangu, wakazi wenzangu wajitokeze wakapige kura, maana kura ni haki yao, ni wenzangu wote nawaambia watoke siku ya tarehe 29 kwenda kuchagua chama anachokipenda. Ah, tunatamani pia wawe na ruga nyepesi kwa wapiga kura, waondoe maneno makali, lakini pia wazingatie pia, kuna watu ambao uh, hawajui kusoma na kuandika, pia wapate maelekezo ya kutosha. Uchaguzi kwa kweli tumejipanga kimahiri kabisa, na uchaguzi wetu utaenda vizuri kabisa, na hakuna vurugu yoyote itakayotokea.